Mpira mwingine tena mbele yake zaidi ya mpira katika nafasi, Kenneth Musonda nakataliwa, bado shida iko pale pale, ataula yao kwasa na cross dadia is Kenneth Musonda taburene la wananchi, Young Africans kupitia Kenneth Musonda anaandika bao la mapema sana, akimlipa Henoki Inonga baka varane ambaye alifanya katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Anaishi kwa upanga, atakufa kwa upanga. Kenneth Musonda nyota wa zamani wa Aba Yellow anafanya kazi nzuri, krosi ambayo iliwekwa na pakuwa mzuzo ya chini chini, kakataliwa ya kwanza yao kwasa ya toula, akasogea mbele akapiga krosi ile, inakuwa asisti yake ya tano. Kenneth Musonda anaandika bao safi kabisa, Yanga moja Simba sufuri ayu yao kwa Satora anaenda kukoa cross ile jeshi, oh, oh, oh. E, Kenya ni Musonda anajibu kwa kulipo, Saido ni bazon kiza ameujaza ndani kwa kiptani yes, pale pale penye mshono Simba wanajibu tena, Saido ni bazon kiza weka mpira na kataliwa na Ibrahim Baka, haya kile kondoka tena Yanga Stefan Aziziki ezeki Stefan na mpira ule kabirisha mali katika nafasi nafasi, Maksimpian Sengeli tabu ipo pale pale, ni wananchi Yanga. Maksimpian Sengeli bonge moja la mchezaji, ana lalamika tu. Fabrice Ngoma Luamba anaonesha show na mkongomani mwenzake maksi mpia anzengeli mbapa kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaandika bao safi kabisa katika uwanja wa Benjamini Mkapa. Taburele, taburele la, la, Yanga mbili Simba moja. Iliwekwa pasi nzuri ya kutenga na Stefano Aziziki, master, magician, pasi ambayo imepita na Maksi hakuwa na kingine cha kufanya, kamtazama aishi akapeleka mpira katika eneo jingine ambalo aisha na mbuli ya tope, aisha anaruka pasi na, na kuagana na nyonga, mpira ambao wanakwenda kuwapa wananchi bao la pili. Lakini Max anafika hapo hapo ambapo yupo Stefane na Jean Baleke, bao la sita kwake na wapo katika AFCON kama ambavyo Moses piri na Kennedy musonda na wanatakiwa kuonesha lakika, anacheza mpira ule kwa pakomzuzwa. Hawa ni Ivory Coast, Ivory Coast ndio wenyeji kabisa wa AFCON aendelea kumwonesha kocha wa Everokost Pakomzuzwa ameweka mpila katika nafasi Mziza Klementi, Klementi Mziza ameweka mali katika njia. Stefan azizikimtu tumbadi anawambia, sisi siyo si, milima. Tumekutana tena hapa, tumekutana tena hapa, sisi siyo si, visima wananchi Young Africans wanashangilia kwa nguvu wanashangilia kwa nguvu, wengine watashangilia mpaka usiku wa manane, hawaamini wanachokiona, wana wekundu wa Msimbazi, Simba jigi jiara anaonyesha kichwa chake kwamba maarifa ni makubwa. Kwa wananchi, mambo ni mazuri. Stefani ki azizi anamwacha mbali Jean Baleke katika orodha ya upachikaji mabao. Alikimbia pako mzuzwa kutoka Ivory Coast akamwekea kijana kutoka Tanzania Clement Mzize katika nafasi mtu mbadi, Stefani Aziziki mwamba wa Wagadugu akaandika msumali wa tatu kwa Young Africans. Mambo mazuri kwa Yanga, utasifu ambacho akakifanya paka umzuzwa, mchezaji ambaye alilazimisha kutoka pembeni, ikategwa kwa Clement Mzize. Aliona kwamba hawezi kufanya kitu kwenye eneo lile. Pasi nzuri kwa Stefane, licha ya kuwa katikati ya msitu wa wekundo Msimbazi kwa wananchi, na wana nafasi ya kuongeza zaidi, kila mmoja na nafasi yake. Cheza mpira kwa kisigino, kazi nzuri toka kwa kwa Mzuzwa. Klementi Mzize, Mzize Clement anacheza na na Stefano Ziziki, ameekewa mali katika njia. Klementi Mzize, Mzize Klementi naenga ndani katika nafasi Maxi. Acha hiyo acha hiyo, usijizime data na wala hauoti hii. Ii siyo ndoto, huu ni ukweli mtupu. Mbape, kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaandika msumali wa pili kwake, anaandika msumali wa nne kwa Young Africans. Hii sio ndoto. Huu ni ukweli kabisa. Leo ni tarehe tano Juma pili katika dimba la Benjamin Mkapa. Tabu la lera. Hivi ni kweli? Ndio. Hivi ni kweli lakini, rangi yenye maana zaidi kwa sasa ni njano na kijani, ndiyo rangi ambayo ina furaha kwa wakati huu kiliacho kisigino na pakao mzuzwa basi ambayo yalazimisha Clement Mzize alimweka chini ukuta wa Yeriko. Bado akatengewa tena na Stefana Aziziki alimfosa na kumkokota Mohamed Hussein, ana tapi ni mpira. Mbape wa Kongo, bao la nne kwa Yanga, bao la saba kwa Max, lakini bao la pili kwa Max kwenye mchezo huu. Clement Mzize, asisti nyingine anaitengeneza kwenye mchezo huu. Ukuta wa Simba unapitika ukuta wa Simba unaruhusu mabao manne. Ni muda mrefu sana, unaweza ukafikiria ni lini Simba ameruhusu mabao manne. Yan Stefan Aziz mali katika nafasi ile, Henok Inonga baka Varane na mwamuzi Ahmed Arajiga afunika kwa mkojwa penalty. Ni madhambi amefanyika ndani ya boksi, Afanalek alipita kwa kasi Maksim Pianzengeli, lakini Ahmed Arajiga anaendelea kusisitiza kwamba hiyo ni mkojo penalty na Shemalon Fondo anaoneshwa kadi ya njano. Pasi ya kutenga ya Stefane na Max, ndiye alikuwa kwanza kugusa ile mpira mkasi ama ile tako kushindwa, eh, kufanikiwa, eh, inampa nafasi Max mpia zengeli katika nafasi pakom. Alkisasu haka kila goti litapigwa, kila kisasi kitalipwa. Wastani wa miaka kumi na moja iliyopita Young Africans walipigwa mabao matano katika uwanja huu, mambo yalikuwa magumu kwao, na leo hii Yanga wanalipa dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, Simba. Namna ya kusalimiana imepatikana sasa, namna ya kutoleana salamu imepatikana sasa. Wananchi wanatakata Benjamin Mkapa, penalti safi yapo akoo mzuzwa inamtesa Aisha Salum Manula Aisha Salum Manula, amehangaika katika hili ya yu, amekwenda upande mwingine, mpira ukaenda upande mwingine. Kwa sasa ambacho unaweza kukifanya ni kuonesha tu kiganja chako. Wananchi wanaweka mipira mitano kwenye kamba za Aisha Manula a Tano. Tano.